Na sasa moja kwa moja tuelekee jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Kule tunaelezwa kwamba wakongomani waliokimbia mapigano kati ya M23 na jeshi la DRC wanaendelea kukabiliwa na hali mbaya ya maisha katika kambi za wakimbizi nchini Burundi. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Kilongo Espol Itali anayo mengi zaidi. Wakongo 105 walifariki katika muda wa wiki mbili. Shirika la wazalendo wa kongomani SOSICO RDC kupitia mratibu wake Kelve Bwija na mtafiti wa lya kiusalama aliambia Channel Africa. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa kamati tendaji ya muundo huu, vifo hivi vinatokana na ukosefu wa msaada wa malazi. Hali inashangaza sana, tumerekodi zaidi ya watu mia moja na tano wakifariki dunia katika kambi tofauti za wakimbizi nchini Burundi kutokana na ukosefu wa malazi, ukosefu wa huduma za afya na kutokuwepo kwa usaidizi wa kibinadamu uliopangwa. Wengine walishambuliwa na watu waliokuwa na mishale na silaha, alisema Mlibonge Kuibeneville. Aliomba serikali ya Kongo pamoja na washirika wa kimataifa kutoa misaada yenye heshima na ya kudumu kwa watu hawa waliokimbia uvamizi. Ilionekana kwamba hawana maji ya kunywa na wamepokelewa vibaya, kwa, kwa namna kwamba maradhi yametumbuka katika kambi. Leo watu zaidi ya mia wamekwisha kufariki. Yani ni kila siku watu wanazikwa zaidi ya watu tano, sita, saba. Magonjwa, watoto, watu wakubwa, wazee, wote wanakufa. Awapokelewa vizuri na aser, awana chakula nzuri, na ukiangia katika ile kami wanakula ni maragi na ugali tu, hakuna ingine chakula, na maji yanakuwa ni mbali, naomba kutembea vilometre vingi sana, ilikwamba upate maji ya kunywa. Waliutumia mwaka mpya kwa huzuni kwa sababu wengi wao hawakuwa na uwezo wa kununulia watoto wao nguo au vitu vya sherehe. Tunaishi katika mazingira magumu ya usafi na wengi wanakosa chakula, na katika mateso na mkazo ambapo wengi wa wakimbizi wa Kongo walitumia likizo hii wakikaribishwa nchini Bujumbura, Burundi tangu Disemba 10, 2025 wakimbizi hawa hawajui kunufaika na usaidizi muhimu mbali na uingiliaji kati wa hapa na pale wa watu binafsi ninaomba wakimbizi zaidi wakuwe na subira sababu guvernema iko na angalia angalia namna ya kuwaasiste ya kupitia serikali ya Bujumbura. UNHCR Burundi kwa sasa inawahamisha katika jimbo la Ruhigi lililoko takriban kilometa 60 kaskazini mwa Bujumbura. Mlibonge kuibene vile, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, kwanza alionekana mwenye kushangaa sana kutokana na hali wanayopitia wakimbizi huko Burundi. Hiyo, swala ya wakimbizi ni kama kwamba inakiuka haki za kibinadamu sababu, wakati kunakuwa vita katika nchi, inaomba kwamba wale wakimbizi ambao wanakimbia katika nchi jirani wapokelewe vizuri. Hata hivyo, mlibonge kuibenevile ameitaka serikali ya Kongo pamoja na ile UN kuingilia kati swala hili ili kutatua swala hili. Tunaambia kwanza nchi ya Burundi, sababu ni nchi ambayo ni jirani. Sisi tumepokea Warundi kwetu Kongo na tunawaweka vizuri sana, wamepokelewa katika kambi nyingi, na kwa sasa tuna wakimbizi kule Lusenda, wanapokelewa vizuri, wako vizuri kabisa. Lakini kwa nini wasipokee Wakongomani? Kwa nini wasiwaweke vizuri? Tunaambia pia mashirika ya kimataifa ambayo nahusika na, na wakimbizi katika nchi zote, kwa nini katika nchi zingine huo wakimbizi wanapokelewa, wanaopokea vizuri, wengine wanapewa pesa, wanalazwa vizuri wanapata matibabu lakini, kwa nini wakongomani wanapoingia katika kukimbilia nchi zingine wao hawapokelewi vizuri? Tunaambia serikali yetu ya Kongo iangalie, ingilie iye ma, haya mambo kati, ili kwamba tuone namna gani wale wakimbizi wako kule nje watapata matibabu mazuri kulingana naye. Usaidizi wa kutosha ungewalinda dhidi ya vitisho vingine katika kambi za wakimbizi nchini Burundi. Hata hivyo, Malinga Rubangisa Jean-Luc mashuhuri huko Kivu Kusini hajapata usingizi tokea wakimbizi hao wanateseka. Akizungumza nasi, ameonyesha kusononeka na kukerwa na hali iliyopo sasa. Malinga Rubangisa Jean Lique, kiongozi wa Apademe, ametaja kwamba anaendeleza mikakati ya kutafuta suluhu ili wakimbizi hao wa Kongomani walioko Burundi wapate misaada tosha. Amesema kwamba yuko katika harakati za kusambaza barua za kuomba misaada juu ya Wakongomani hao. Hatua ninazozifanya ninajaribu kuandikaandika vikaratasi kwa kuinforme wakubwa eh, kuangalia surtout eh, ministre wa action humanitaire et solidarité eh, nationale hiyo ndio kazi ambayo yeye atakayo, ni kazi yake kabisa, ni yani attribution yake hiyo. Hata hivyo Channel Africa ilijaribu bila mafanikio kuwasiliana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Burundi. Nikiripoti kutoka Lubumbashi, mimi ni Spar Kilongwitel kwa niaba ya Channel Africa, iliyosura taswira mzindo wa Africa. Asante sana uh, huyu mwandishi wa habari wa kujitegemea Kilongo Espoli ambapo ametuletea taarifa hii kutoka kule DRC ambapo wakongomani walikimbilia uh, waliokimbia wali mapigano